Na mtazamaji na, na baada ya taarifa hiyo ya hatua njema za kulinda haki za wajane, tunakwenda moja kwa moja alipo mwenzangu Steve Shitera. Uh, tishati aliyoivaa ishamaliza uh, ujumbe wa leo kwamba ni miaka kumi ya kusherekea ufanisi, utendakazi, jitihada na mchango wa runinga ya Inooro uh, katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hiyo yuko kule anaendelea na. Mapema alikuwa nasikia ule wimbo ambao labda kama nimeuchambua kimakosa tafsiri nafikiri kama ni ruthwa muyu siku nyingine eh, leo hii uh, tujaribu tena. Kumbuka kwamba uh, ni hafla ya kuadhimisha mwongo mmoja ya utangazaji eh, kituo cha Inooro TV. Kumbuka ni jamii kubwa tu ya Royal Media Services ambayo inamiliki vituo vitatu vya televisheni, Ramogi, Inooro na Citizen. Aa, na pia vituo kumi na vinne vya redio ambavyo vimekuwepo tu kuweza kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata habari tendeti wa Kenya wanapata kuburudika na wanaelimishwa. Uh, kutokana na vipindi ambavyo vinapeperushwa na vituo hivi kwa hisani ya kampuni kubwa ya Royal Media Services, na hatuna budi kuwashukuru waasisi wa, wa Royal Media Services uh, mwenyekiti SK Macharia na naibu mwenyekiti uh, eh, Macharia kwa kutuwezesha tu kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata uh, shughuli hizi zote moja kwa moja, na hii leo uh, watangazaji wa Inooro TV wameweza ku tua katika maeneo eneo hili la Kati, maeneo tu mbali, mbali kuweza kusherehekea pamoja na, watanga, na wasa, mashabiki wake ambao wamekuwa wakifuatilia runinga ya Inooro kwa miaka kumi sasa. Kumbuka kwamba uh, televisheni hii ilizinduliwa mwaka wa kihistoria, mwaka ambapo uh, rais mstaafu wa Marekani Barack Obama aliweza kuzuru Kenya. Uh, Papa uh, Francis uh, wa pili uh, hayati aliweza kuzuru Kenya. Kwa hivyo tu ni mwaka wa kihistoria, na maadhimisho haya ni maalum. Na Inooro TV inasema kwamba baada ya kukutana na uh, ma, mashabiki wake eh, katika miji mbalimbali mbali katika ukanda huu uh, wa Kati, bila shaka kilele itakuwa ni rumba ya mugithi, kwa lugha yao wanasema kwamba mugithi, na wataweza kutumbuizwa katika mji wa Nyeri usiku mzima uh, hapo kesho, kuhakikisha kwamba wa mashabiki wakazi wa eneo hili la ukanda wa Kati wanaburudika tu kuweza kusherehekea miaka kumi ya Inoro TV. Niko na mkuu wa vipindi katika Inoro TV aweze tu kutueleza wameandaa hafla hii kwa nini? Nita kushikia... Nita kushikia. As, asante sana Bwana Chitera hiyo, eh, hicho Kiswahili chako kimenoga sana si, sijui kama nitaweza kuongea Kiswahili kama hicho, lakini tungependa kusema tumeandaa hafla hii kushukuru Mungu sababu miaka kumi si miaka kidogo. Ni wengi walianza na sisi na hawako, tungetaka sana kwe kushukuru e, wenye wanafanya biashara na wao na, na sisi wametushika mkono, tumeshikana bafu mpaka siku ya leo. Kama sio wao hatungeweza kufika mpaka hapa. Na wewe mtazamaji mwenye umekuwa ukitutazama, tunafurahi sana, tumekuandalia taarifa mingi na tunaona unasifurahia sababu. Kama sio hivyo, hatungekuwa na babili katika nchi hii ya Kenya. Tunajua unatuona tukiwa hapa Kenya na tukiwa nje ya nchi hii ya Kenya, na hiyo inatufanya tufurahi sana na tukushukuru na tukuwabia, uendelee na sisi. Siku ya leo tutachida na wewe, tumeanza hafla hii hapa e, Mebre e, na tunaenda mpaka Roiro na tuende Keno tuende Thika twende Muranga twende Sagana na ita tutafika tamati, tamati Nyeri eh, pale panaitwa Bantu Africa Resort eh. Na hapo tutakuwa na ile kitu tunaita mugithi, na mugithi tutawatubuiza na sisi wenyewe tutatubuika na tutafurahi kutoka saa kumi na mbili mpaka ile tunaita kwanza niita na, na, na kinyeri sababu kwetu ni Nyeri, tuseme mpaka she. Kwa hivyo usichelewe ukuje tushinde na wewe e. Tuko na goodies, tutaenda tukipa, tukipatiana. Tuko na watangazaji wetu wote, tuko na waimbaji tuko na kila kitu, kwa hivyo nyumba hii yetu haikosi e, kitu. Na tena tukitaka kushukuru wenye tunafanya kazi nao Royal Media Service, na tukianza wenye kampuni e, Dr. SK Macharia na Mrs. Macharia, our MD Mr. Wachira, all our directors, our managers na wafanyikazi kazi wote, sababu kama sio hiyo kushikana mkono kwa editorial, production na technical na mpaka digital na all the other departments hatungekuwa eh, hapo. Kwa hivyo tunakushukuru hata wewe mwenye umekuwa ukifanya kazi hapo, tukishukuru, sababu umewezesha mtazamaji kupata taarifa zenye ni safi zaidi, kwa na sisi na Mungu atubariki zote. A, bila shaka anazungumza hapo mkuu wa vipindi Inooro TV, mtangazaji wa Inooro TV Kidenji. Bila shaka umeingia maeneo yako eneo la Kati. E, sherehe ni miaka kumi maadhimisho ya Inooro Inooro TV. E, unaona siku itakuwa vipi? Uh, wanasema kwamba siku njema hujulikana asubuhi. Nataraji kwamba mashabiki watajitokeza wakiwa wengi, ili waweze kujumuika nasi wakati tunaposherehekea mwongo mmoja. Umenikumbusha wakati, unajua nimekuwa nikiongea kikui sana sasa mpaka <laughs> uh, Kiswahili. Miaka kumi ni mwongo mmoja. Wakati tunasherehekea mwongo mmoja wa utangazaji bora hapa katika Inooro TV, tulianza tukiwa wadogo, tumekuwa wakubwa, tumekuwa na watazamaji ambao wameenda na sisi na imekuwa ni kama familia shitera. Nakwambia kwa ukweli kwamba mashabiki wetu ni mashabiki wanaenda na sisi, wanapenda vipindi zetu, wanapenda mpaka nikipata homa wanajua, yani ni mashabiki ambao imekuwa ni kama familia. Sasa tumeenda sasa kukutana na wao moja kwa moja ili tuweze kujumuika nao, watuambie hisia zao, vile nchi ilivyo, vipindi vyetu vifi tutaviziboresha na vitu vingi sana ambavyo tutakuwa tukifanya pamoja nao. Na tunatarajia kwamba hata wewe shida, nitakufunza Kikuyu, kufunza maneno mawili matatu. Hata Rashid Abdalla anajua, hata kwanza ni shabiki wa Arsenal, nitamwambia <laughs> kwamba tuko na program hata ya Friday ya michezo ambapo pia najua hata yeye atakuwa akikuja, tunaongea tuna, tuna na tunafanya mambo ya michezo, lakini cha muhimu sana siku ya leo ni kupatana na mashabiki wetu, kuongea na wao vizuri, kuwaambia kwamba tuko hapa sasa. Tuambieni, tumekuwa tukiwaambia sasa, leo ni siku yetu kukuja kwenyu, mtuambie tutafanya vipi zaidi, tuboreshe zaidi maanake tuko na vipindi bora sana tu. Tumeambiwa tuko namba mbili, sasa tunataka nyinyi watu wa Citizen tukuje, tuwapite tukuwe nambari moja nchini <laughs> Kenya. Asante kama nasali ingine, bila shaka nafikiri hiyo itachukua ita, ita chukua jitihada ya kuhakikisha kwamba uh, mnaboresha vipindi na kuhakikisha pia kwamba uh, mnaleta taarifa tendeti kabisa kuweza kuipiku uh, uh, runinga ya, ya Citizen. Asante sana Gidenji. Bila shaka tutaongea na shabiki mmoja wa Inooro uh, TV. Na nieleze na naona wewe ni Gen Z. Tutaanza tu labda kwa majina. Na nieleze ni kwa nini unapenda Inooro TV. Kwa, kwa majina ni Melissa Njiri. Napenda Inooro TV. Nezongia Kizungu. Sawa. Um, I love the shows. I'm a very big, big fan of Ida Gariene, like, a lot, a lot. And Mogambo Irimi, like, all of them. I've seen Kate right now, and I'm so happy I've seen her. Yeah, I'm a very big, very big fan. Thank you so much. Bila shaka, Rashid. Umeona pia ni vijana tu wa wadogo ambao wanapenda vipindi vya Inooro, labda tu kuweza kuwashikanisha na tamaduni zao. Vijana hawa wajenzi, kuhakikisha kwamba wanafuatilia mila na desturi, kuonyesha kwamba Inooro TV bila shaka inaelimisha inakupa habari na inakuburudisha. Uh, bila shaka tu ni kampuni tu kubwa ya Royal Media Services ikikuandalia mazuri hayo yote, ni msafara tu ambao uh, bila shaka ukitoka hapa Membli unaelekea Ruiru, Thika ukielekea hadi Sagana uh, bila shaka uh, sina la ziada Rashid, uh, ndarudisha kwako studio, shukran sana. Uh, Steve Shitera kwa hali hiyo, naona una kikosi kizima na shughuli inanoga. Wanasema kwamba mtu ni watu. Uh, na ni runinga yao, ko lazima muwarudishie shukrani, maanake wameishika mkono tangia ikianza, uh, kusimama dede, ikatambaa mpaka sasa hivi, imesimama na inakimbia kwa kasi kubwa sana, jitihada za watangazaji, viongozi wa runinga hiyo, na pia vilevile vile, watazamaji ambao wamekuwa kwa watazamaji, shabiki sugu. Kuna mama mmoja anaitwa Ruth wa Muyu, labda naweza kukosea, huwa na nyimbo yake, anasema nigokena nigokena Nigugosha inda na riria muru. Maindi matana noga. Nafikiri pia ukimpata huko aweze kutugusia kibao hicho roto wa moyo. Sijui anamaanisha nini, lakini naamini nikiona wenzangu wanacheza shughuli najua hicho kibao kina maanisha tuvunje mifupa kama bado. <laughs> Nguvu hivo. Najua ni nyimbo ambazo zinafaa sana zichezwe na kina Faiza Maganga. Nigo kena, nigo kena.